Naibu mkuu wa polisi anayekumbwa na shutuma nzito Eliud Lagat anatarajiwa kufika mbele ya mamlaka ya uangalizi wa polisi huru siku ya Alhamisi ili kuhojiwa kuhusu kifo cha mwanahabari maarufu Albert Ojwang aliyeaga dunia akiwa mikononi mwa polisi. Tukio hilo limesababisha hasira kubwa kitaifa na wito wa kuwajibika kwa maafisa wakuu wa polisi nchini Kenya. Mwenyekiti wa tume huru ya uchunguzi wa po polisi Isaac Asani amethibitisha kuwa Lagat ameitwa rasmi kufika mbele ya mamlaka hiyo ili kurekodi maelekezo yake. Tayari maafisa wa polisi zaidi ya ishirini akiwemo naibu mkuu wa kituo cha polisi cha Nairobi Center wameojiwa. Aidha, mamlaka ya uchunguzi huru wa polisi uh, ime, uh, ime, ime, imeomba rekodi za mawasiliano kutoka kampuni ya Safaricom kusaidia katika uchunguzi. Na nukuu, DIG Lagat anatakiwa kufika mbele yetu kutoa maelezo na kuangazia uchunguzi huu. Tunahakikishia wananchi kwamba hakuna mtu atakayefichwa, haki itatendeka kwa wote, amesema Hasani. Lagat amejiondoa kwa hiari kutoka katika majukumu yake wiki hii, akisema hatua hiyo imelenga kulinda heshima ya ofisi yake na kuruhusu uchunguzi huru na waaki kupitia taarifa kwa umma amesema namnukuu, Lagat nafanya haya kwa uamuzi wa kina na kwa kuzingatia maslahi ya umma, niko tayari kushirikiana uh, kikamilifu na uchunguzi huu. Pia alitoa pole kwa familia ya Ojwang, mwisho wa kumnukuu. Ojwang aliyekuwa bloga maarufu kwa kufichua madai ya ubadhirifu ndani ya jeshi la polisi la Kenya. Alikamatwa muda mfupi baada ya kuchapisha taarifa nzito zinazomhusisha Lagat na ufisadi. Alidai Lagat alihusika na utoaji wa nafasi kimkakati ndani ya idara ya upelelezi wa jinai yaani DCI, DCI na vitengo vya trafiki, ili kudhibiti mtandao wa mapato na ujasusi. Kifo cha Ojwang kilitokea baada ya kukamatwa, kimezua asira na maandamano makubwa, huku jaji mkuu wa zamani David Maraga akimtaka Lagat akamatwe mara moja na kushtakiwa. Na mnukuu jaji David Maraga, kuna ushahidi wa awali unaonyesha kwamba bwana Eliud Lagat moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja anahusishwa na kukamatwa, kuteswa, kunyongwa na hatimaye kuawa kwa marehemu Albert Ojwang, mwisho wa kumnukuu jaji David Maraga. Mnamo Juni 11 mkuu wa jeshi la polisi Douglas Kanja akiwa mbele ya Seneti alikiri kwamba uchunguzi wa ndani umeanzishwa baada ya taarifa kwenye mitandao ya kijamii kumuhusisha Lagat na madai ya ufisadi pamoja na umiliki wa mali ya thamani ya dola milioni mbili nukta sita huko Dubai. Hii ni taarifa inayohusu naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Kenya, e, bwana Lagat kuingia kikaangoni kufuatia kifo cha bloga maarufu.